Usiku uliofuata kijiji kilizama kwenye kimya kisichoelezeka. Hakuna mtoto aliyelala, hakuna mtu aliyetoka nje. Ilikuwa usiku wa fisi, lakini pia usiku wa kurudi kwa Zawadi. Mlango wa mbao ukifunguliwa kwa nguvu isiyoonekana, nilisikia mlango ukigonga Nilipotoka nje nikawakuta fisi wamekaa mlangoni. Mmoja alikuwa mkubwa zaidi, na juu yake msichana mwenye macho meupe, akiwa kimya. Zawadi, nilinong'ona. Alinitazama tu hakusema chochote, lakini macho yake alisema unanikumbuka. Niliota zawadi akiwa juu ya fisi, amevaa mavazi ya tambiko akasema, sasa sitahitaji damu ya wanyama tena. Nataka damu ya walioficha ukweli. Mtoto hakuamka kitandani. Kulikuwa na shanga nyeusi na manyoya ya fisi. Wazee walinong'ona, Zawadi anatafuta nafsi mpya, yule atakayemkubali kwa hiari. Tulikuwa kanisani tukiomba, taa zikazima. Msichana mmoja akaanza kusema kwa sauti isiyo yake, mlichonitolea kilikuwa mwili, roho yangu ilikataliwa, sasa narudi kumaliza madhabahu. Halima alianza kuota ndoto za zawadi kila usiku, tuvae pamoja, tucheze pamoja, ukiniambia ndiyo, tutakuwa kitu kimoja. Baada ya siku tatu, Halima akasema mimi siogopi fisi, wao ni ndugu zangu. Nilimkuta Zawadi kwenye ule mti mkubwa, akasema nahitaji mtu kunielewa, siku nikataa. Nikamuliza, wewe ni nani sasa? Akajibu kwa macho, mimi ni kilio cha waliosahauliwa, nataka dunia ikumbuke. Siku ya saba fisi walizunguka kijiji. Lakini leo walinyamaza. Msichana mmoja alipigwa radi. Kabla hajafa, akasema kwa sauti isiyo yake, Zawadi yuko ndani yangu. Sasa tutembee pamoja.